Leo tulikuwa na zoezi la kupiga kura kwa ajili ya kuwachagua meya na naibu meya wa manispaa ya Moshi mjini. Uh, kwa nafasi ya meya majina yalirudishwa matatu. Jina la kwanza ilikuwa la Zuberi Abdalla Kidumo, la pili Stallon Hamisi Malinda na la tatu Deogratius John Mallya, lakini kura zilipigwa na matokeo ikawa kama ifuatavyo. Kura zilizopigwa zilikuwa ni 31. Hakuna kura iliyoharibika. Idadi ya kura halali ni 31. M, Zuberi Abdalla Kidumo alipata kura ishirini na Stallon Malinda alipata kura kumi lakini Deogratias John Maria alipata kura moja. Kwa maana hiyo madiwani wa manispaa ya Moshi mjini walimchagua kwa kura nyingi zaidi Mheshimiwa Zuberi Abdalla Kidumo. Lakini pia kwa nafasi ya naibu meya, kura zilipigwa ni hizo hizo thelathini na moja, hakuna iliyoharibika. Kura za halali ni hizo thelathini na moja, lakini majina ambayo yalipigiwa kura ni Benedicto Mwashamba, Deogratias John Maria na Haji Fundi Haji. Matokeo yao yalikuwa ni hivi: Fundi Haji Fundi, Fundi alipata kura sita. Deogratius John Mari alipata kura tisa na Benedikto Emile Mwanshamba alipata kura kumi na sita. Madiwani wa manispaa walimchagua Benedikto Mwanshamba kuwa naibu meya wao wa manispaa ya Moshi Mjini. Kwa hiyo tumewapongeza madiwani wote pamoja na wabunge ambao wameshiriki mahali hapa. Uchaguzi ulienda vizuri. Watu wameshangilia matokeo, wamefurahi na wametoka wakiwa na amani na furaha ya moyo. Lakini pia wagombea walipata nafasi pia ya kushukuru na walishukuru, pia waliomba rai kwamba walikuwa kwenye makundi yao na kwamba sasa makundi yao mwisho yamekuwa ni leo, wameyavunja hapa, wameondoka wakiwa wamoja, wakiwa na amani. Naitwa Zuberi Abdalla Kidumo, ni diwani wa kata ya Njoro, lakini nilikuwa ni miongoni mwa wagombea wa nafasi ya umea katika manispaa yetu ya Moshi. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuishukuru kamati kuu na kukishukuru chama changu cha Mapinduzi ambacho kimeweza kupitisha jina langu na kuniteua kuwa miongoni mwa wagombea katika nafasi hii ya Moshi katika majina matatu yaliyokuja na mimi nilikuwemo. Nipende kusema jambo moja, Chama cha Mapinduzi ni chama chenye utaratibu, chenye kufuata kanuni na maelekezo ambayo yanaendesha chama chetu. Leo tulikuwa na zoezi kubwa la ku tafuta mtu ambaye atakwenda kukiwakilisha chama katika baraza la madiwani katika uchaguzi wa mea wa manispaa. Ninawashukuru sana madiwani wenzangu, ninawashukuru wale wote ambao wameweza kunipigia kura na wale wote ambao hawakunipigia kura. Kura zilizopigwa ni za chama cha mapinduzi. Zuberi sijashinda, ila kilichoshinda ni chama cha mapinduzi. Tunakwenda kupeperusha bendera ya chama cha mapinduzi kwenye baraza na nitakwenda kuwa mgombea rasmi wa nafasi ya umea katika baraza letu linalokwenda kuanza safari yake. Sasa niwashukuru sana wananchi, niwashukuru sana madiwani wote kwa pamoja, na niwatakie kila laheri na kikubwa niwaombe, ni mshikamano tuendeleze katika kuhakikisha kwamba tunaenda kuwaletea wananchi wa manispaa ya Moshi maendeleo kama walivyotutunili. Mwashamba ndiye niliyekuwa mgombea wa kata ya Longuo na ndo diwani wa kata ya Longuo B. Um, kwanza awali ya yote na kishukuru chama cha mapinduzi kuanzia ngazi ya wilaya mpaka mkoa kwa kuamua jina langu nami liingie katika wale ambao walichukua nafasi ya ombea ya nafasi akumea, na kwa kweli nawashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa kuona kwamba nastahili kuwa kwa nafasi hii kwa sasa, lakini malengo yangu makubwa ni kwenda kuhakikisha uh, namsaidia msakimea kuhakikisha changamoto na mambo yetu yote ambayo tuliahidi tunakwenda kuyatekeleza kwa, kwa wakati, na tunawaahidi tu wananchi kwa ujumla wa manispaa ya Moshi tutaenda kuwatendea haki.